Je, yeah, wewe ni mwanafunzi wa chuo kikuu au taasisi ya elimu ya juu hapa chini? Hii ni fursa kwa ajili yako. Hili ni shindano kubwa la maarifa ya masoko na mitaji ya dhamana, lililoandaliwa, yaani, yeah, CMSA Capital Market University and Higher Learning Institutions Challenge 2025 na Mamlaka ya Masoko na Mitaji ya Dhamana. Shindano hili ni rahisi sana na limegawanyika kwenye vipengele viwili, ambapo unaweza kushiriki kimoja au vyote viwili kabla ya deadline. Aidha, kwizi ya maswali mia moja kuchagua majibu ya kuongeza uelewa au insha maneno chini ya 1500. Lengo la shindano hili ni kuongeza uelewa wa masoko ya mitaji na kukuandaa kuwa mwekezaji wa baadaye na hata mfanyabiashara mwenye maarifa ya kifedha. Shindano hili linakuja na zawadi kabambe ambapo huku kwetu kila mtu ni mshindi, na washindi wa juu zawadi ya pesa taslim hadi shilingi milioni moja na laki nane, huku wengi zaidi ufadhili wa safari ya kielimu yani study visit hadi nje ya nchi, lakini pia vyeti utolewa na zawadi nyingine kede kede. Mwisho wa shindano hili ni tarehe 31 mwezi wa 8. Jisajili sasa kupitia linki au unaweza kuwasiliana na ambasada zetu kupitia WhatsApp namba 0613775 892 Usikose nafasi hii ya kipekee. CMSA si tunajenga kizazi cha wawekezaji wa kesho. Je, uko tayari?